Hivi karibuni sauti za Watanzania zimeanza kusikika waziwazi wazi. Wengine wakiwa na hasira, wengine wakicheka, lakini wote wakizungumza kuhusu kitu kimoja: serikali ya Samia Suluhu Hassan. Leo hapa kwenye Mizuka Media tutakuonyesha kauli zilizotikisa mitandao, kutoka kwa Wamasai hadi Watanzania walioko ughaibuni, wote wakitoa kauli kali kuhusu rais wao. Lakini swali ni moja tu, je, yeah, hii ni ishara ya upendo, ujasiri au ni mwanzo wa kitu kikubwa zaidi Oktoba 29? Kwanza kabisa tunaanza na huyu Mmasai kutoka Tanzania ambaye amekuwa gumzo mitandaoni baada ya kusema waziwazi kuwa haogopi serikali ya Rais Samia Suluhu hata kama akitekwa leo. Sauti kama hizi zinaonyesha ujasiri mkubwa lakini pia hasira za wananchi wanaohisi hawasikilizwi. Eti watu wanasema utatekwa utatekwa utatekwa. Mimi nitekwa na, na Samia. Samia ni nani ambaye anaanza kuniteka? Niliwaambia Watanzania na niliahidi ifu. Samia nitatembeza mpaka Zanzibar bila ajue amefikaje na ataenda kupumzika vizuri sana. Hatuwezi kuongozwa na kipofu kama wewe mama. Sulu, nenda usululishe boma yako. Nenda usululishe boma yako. Mjinga mkubwa kuja akuja atuongoze nini? Hii taifa haijai kuongozwa na mwanamke. Baba wa taifa ndo alimkosea kutuweka kuwa makamu wa rais. Huyu malaya ajua aongoze nani? Miaka minne kama amekushinda vipi mitano? kama mimi na amekushinda vipi mtano? Wewe malaya tu wewe, hauji hata, hauji hata kitu maana ya uraizi na nini chumbafu. Sasa tumsikie huyu kijana ambaye amewashangaza wengi kwa namna alivyoonyesha mapenzi yake kwa rais Samia kwa njia ya kipekee kabisa. Wengine wakasema ni mcheshi tu, lakini ukweli ni kwamba video yake imewafanya wengi wacheke mno mitandaoni. Upendo huu wa hadharani unaonyesha upande wa pili wa Tanzania, wa wananchi wanaompenda na no wasiompenda rais wao licha ya changamoto zilizoko. Washangazi mimi, nakupenda sana, nakupenda sana, nakutamani. Sema ndio hivyo, i love you. Na huyu mwingine alituma ujumbe mzito sana kwa Wakenya akisema, Wakenya wamekuwa wakiwadharau sana Watanzania kiasi cha kutaka kuwazaba makofi kipindi wanapokuwa nao. Kauli kama hizi zinaibua hisia kali pande zote mbili, yani Kenya na Tanzania, hasa wakati kama huu ambapo vijana wa Afrika Mashariki wanazidi kuungana kupaza sauti zao mitandaoni. Ndugu zetu wa Kenya, yani sisi wa Tanzania, wa Kenya, wanatudharau sana. Mimi nimekaa kidogo na Wakenya, ukiwa huko na Nairobi si wapi, wakishagundua wewe ni Mtanzania, ah, yale wanakuza, hata hata kuchapa hata vibao vibao. Wanaona wewe Mtanzania ni mzubaifu, hana cha kujitetea, hana cha kufanya. Ukiangalia hivi kwenye mitandao, vijana wa Kenya wanasema tunataka tuje Tanzania tuandamane. Tunataka tuje Tanzania. Sasa nataka niwaambie <gibu> eh, Tanzania na Kenya, wananchi wetu sisi tunatofautiana kwa sababu moja, sababu ni aina ya viongozi tuliowapata wakati wa independence. Unajua, alafu pia kuna kitu kinaitwa resources resources. Tanzania kuna resource nyingi sana, natural resource nyingi sana kuliko Kenya. Siku zote mwanadamu akiwa na natural resource nyingi sana, huwa ana akili yake ina, ina slow down kwa sababu anaona kwamba hizi resource zipo tu, zipo tu. Ni sawa na watu ambao wamekaa karibu na uh, maji mengi au mito mingi, mashamba mingi wanaona hakuna kustruggle kwa hiyo mtu ana relax. Na hata Kenya, ni tofautiana, watu wa Mombasa ni tofauti na watu wa Nairobi, watu wa Mombasa wako slow kuliko watu wa Nairobi. Kwa hiyo Kenya resource ni chache, Kenya asilimia karibu, asilimia eh, karibu sabini ni semi arid, ni kama nusu jangwa, ukienda huku kaja Kajiado, huku kuja mpaka huku, uh, ukija huku North Eastern. Kwa hiyo watu wanatakiwa wawe aggressive zaidi ili kupambana na ile. So, Tanzania ili resource ni nyingi, na ndio maana sisi wa Tanzania atu struggle sana, hasa mtu ambaye struggle unamwona kama vile amezubaa, unaona. Kwa hiyo hatuhitaji kuwa sawa sisi na Wakenya, hatuhitaji kufanana na Wakenya, eh, na ndio maana Tanzania hata reaction ya ya, ya, ya, watu kwenye mambo ya siasa sio kubwa sana, kwa sababu watu wanaona uh, it's not my business, so it does not affect me, it affect me, it affect me eh, kwa hiyo hayo ni mambo yanaitwa geopolitics na tabia za watu. Ukienda Kongo, Kongo amo relaxed za Tanzania. Kwa sababu Kongo ina eneo kubwa sana. Yani watu wanaona sasa mimi niende hasa nikienda yeah. Msitushangae sana wa Kenya. Wa wa Kenya eh? Kwa? Kwa na kwenye video nyingine huyu Mtanzania anayeishi Afrika Kusini alilazimika kuficha uso wake, lakini akatuma ujumbe mzito kwa Watanzania wenzake. Aliwataka wajitokeze kwa maandamano tarehe 29 Oktoba. Kama raia wa nje ya nchi wanaanza kuzungumza kwa ujasiri hivi, ni ishara kwamba ujumbe wao una nguvu inayopita mipaka. Habari za nipo mbele yenu kutoa msimamo wa Watanzania wanaoishi South Africa kuhusu maandamano yatakayofanyika tarehe ishirini na tisa Tanzania. Kama mnavyofahamu, tarehe kumi na saba mwezi huu ndugu zetu wa Amerika wanaenda ubalozini. Tarehe ishirini na tisa mwezi huu ndugu zetu wa Watanzania wanaoishi Kenya wanaenda ubalozini. Sisi Watanzania tunaishi South Africa Tumepitisha msimamo wetu tarehe ishirini na mbili Jumatano, tunaelekea ubalozi wa, wa Tanzania Victoria, na tumejipanga vizuri kwa hapa Debe Natali, tupo vijana mia arobaini, na nimepata simu kutoka Johannesburg wapo vijana mia mbili sitini na nimepata simu kutoka Victoria wapo vijana mia na ishirini na mikoa mingine bado tunakusanya idadi yao. Tarehe kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba tunakusanyika wote Johannesburg kwa ajili ya kujiandaa kuelekea kwenye maandamano tarehe ishirini na mbili Victoria. Kwa nini tunafanya haya maandamano? Sababu ya kwanza kuwaonyesha ndugu zetu wa Tanzania kwamba hawapo peke yao Sababu ya pili kuonyesha tunapinga mambo yanayofanyika katika Tanzania, mfano utekaji, matumizi mabaya ya madaraka, wizi na kadhalika. Sasa jamani, kwa tunaomba kwa Watanzania wote wale wa South Africa na wale wa nje ya South Africa, ili swala ili janga la watu wote sote, sio la Watanzania kwa nyumbani. Umoja ni nguvu, tunafanya hivi kwa kuwaondoa viongozi walikoposio sahihi kwetu, na tusisahau tarehe ishirini na mbili tukutane ubalozi wa, wa Tanzania, ubalozi wa Tanzania mtaa wa Arcadia Pictoria. Shukurani sana. Lakini licha ya kauli zote hizo, wapo walio tayari kufa kwa ajili ya Rais Samia Suluhu Hassan. Mama Samia, bora nife mimi, Mama Samia abakie kwa maslahi ya Watanzania. Watanzania, Oktoba twendeni tukatiki. Hakuna mwenye uwezo wa kuiteka Tanzania. Msibabaishwe na maneno ya mitandao. Mtu kuteka maji tu hawezi, anaweza kuiteka Tanzania? Tanzania ni nchi imara, ina majeshi imara.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 hapo e bwana ee. Tukutane kwenye video ijayo. Uh, mbunge wenu amesema hapa, wanajadili huko, kwa nini CCM mama anatumia nguvu sana wakati upinzani haupo? Waswahili wanasema naye dharau mwiba, ukimchoma mguu naota tende. Sasa usisubiri mpa, usisubiri mpaka uchomwe na msumari, hapana hata mwiba lazima ushughulikie. Kwa hiyo kama misumari imelala hii, mimba iliyochomoza iliyosimama, lazima tuishughulikie ipasavyo, ndio maana. Lakini la pili, wana CCM wameridhishwa na kazi nzuri iliyofanyika, na ndio maana kila tunapokanyaga hakuna umma, kuna utitiri, watu ni wengi ni wengi kwa sababu wameridhishwa na kazi iliyofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, na hiyo ndiyo jawabu kubwa zaidi kuliko mengine yote.